Leo tunaingia kwenye nguzo za swala. Nguzo za swala ndio kitu muhimu, baada ya kuwa tayari umeshaoga janaba au hedhi, umeshachukua udhu, umeshajua nyakati za swala, sasa ujue sasa nguzo za swala. Anasema arkanu swala Nguzo za swala. Tofauti ya nguzo na sharti nini? tofauti ya ma, huwal farku baina sharti wa rukn. Sharti wa linakuwa kabla ya kuingia kwenye ibada, lakini nguzo, nguzo ni ibada yenyewe, yani nguzo imo ndani ya ibada, lakini sharti inakuwa nje ya nje ya ibada.

Mwanzo mwazo wagii alituambia ika saa um, najua alehi salam uh. Sawa, anasema nguo nguzo ya kwanza ania. Nguzo ya kwanza ni nia. Swala unayoswali lazima uwe na nia nayo.

takia ndio maana hapa unaona kwamba haiwezekani kusema nia kwa sauti, kwa sababu ukisema nia kwa sauti, nia itakuwa imetangulia na takbira itakuja baada ya nia. Na Shehe anasema ania tumia makuruhu na ton mwakuruuna iende sambamba ma takibira tihrau na takibira ihra, yaani wakati unasema Allahu Akbar, na nia moja kwa moja unajua kwamba mimi naswali swala fulani, hiyo ni wakati unaleta takibira ihra. Kwa hiyo ania ndio nguzo ya kwanza kabisa ya swala, makuruna tamaa takbira

u lakini, kwenye swala gani? Swala ya fardhi. Na hapo utaona watu wengi ambao wanaswali wamekaa huwa wanakosea, kwa sababu kama mtu anaweza kusimama, lazima asimame <laughs> walau lahadha la, hata kama ni kitambo kidogo. Sasa wewe huwezi kutoka nyumbani kwako unatembea umesimama, halafu wakati wa kupiga kupiga takbira unakaa. Nakaa mtu anakaa, yule ambaye kusimama hawezi. Tumeelewa, anayekaa ni yule ambaye kusimama hawezi, na amekuja na anaburuzwa kwenye baisikeli, huyo hawezi kusimama aslan au mtu ambaye akisimama tu anataka kuanguka, sasa tutamwambia usisimame. Lakini mtu ambaye anaweza kusimama akaleta ile takbira tul ihram, Allahu akbar, wakati akisimama itamlazima hawezi kufika, kanakabu niiziaazia, Allahu akbar, wakati kusimama zile dakika za kuleta takbira tul ihram anaweza, usimame mpaka uone kwamba mimi kwa kiwango hiki siwezi tena kusimama tanguka. Sasa hapa unatakiwa ufanye nini? uk kwa hiyo nguzo ya pili ni kusimama kwa mtu anaeweza kusimama, lakini kwenye swala ya faradhi sio suna. Suna kama mtu anaweza kusimama na swala aata pamoja ujira

Sura tu eh? Yadadad. al al ni kusoma suratul Fatiha, yatak yatatu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kuleta takbira ni nguzo, asa lazima utofautishe kuleta takbira ki ni kitu kingine na kunyanyua mikono ni kitu Takbiratul ihramu ni kusema Allahu akbar. Hii ndiyo inaitwa takbiratul ihramu. Sasa kunyanyua mikono wakati unasema Allahu akbar, huku kunyanyua mikono sio faradhi. Utakuja kuona hiyo kwenye Sunna, lakini kuleta ile takbiratul ihramu ndiyo faradhi na lazima useme hivi ni Allahu akbar

ya kama Sheikh anasema aurukumu maatuma aninaji ni kurukumu na kutulizana kwenye rukumu. Na tukisema kutulizana, ayi karukuni haraka, kutulizana ni kule kuwacha kutumisika, sawa mtu mtume kule kwenda kurukuu si unacheza mwili yote ndio unakwenda, eh? Sasa ukishafika pale kwenye kurukuu pale ukatulia, ukaacha kutukisika hivo, hii ndio inaitwa tumanini. Sasa huku kurukuu kwenyewe ndio nguzo, sio maneno yanayosoma kwenye rukuu, tuelewane hmm. vizuri kule kubendi kwenda kwenye rukuu eh? Ndiyo kuhusu haya maneno na, nafikiri nimewasema hapo, sio kuhusu. Sawa sita, alitidalu maatumaanina ni kuitidali, yaani kutoka kwenye rukuu ukanyoka, halafu utulie. Kutulia tarkul haraka ni kuacha kutikisika tena

kukaa kati ya sajida mbili yani, umesujudu mara ya kwanza umenyanyuka, kule kukaa. Sasa kabla ujaenda sajida ya pili, hiki kikaa ni nguzo, si tumeelewa? Sasa kuna mtu anasujudu pa, akitoka pale anarudi, wala jakana, anaenda tena Ushaikosa nguzo, nguzo ya kukaa ushaikosa. Kila nguzo inataka tumaanina, eh, aljulusu baina sajdatain ma tumaanina, ni kukaa kati ya sijida mbili na kile kikao kiwe na utulivu. Ya tisa

Huwezi ukaileta tahiyatu ya mwisho wakati umesimama, haiwezekani. Tahiyatu ya mwisho lazima ukae, kwa sababu ni nguzo. Unakaaje kwenye mazo ya Imam Shafi'i? Kaifama jalasa saa, yaza vyozote utakazokaa ina juzu, lakini ukitaka kukaa kwa sunna unakaa mfutanishanakafutanish eh, hii sio sio nguzo, lakini kwenye tahiyaku mtu akakaa kama alivyokaa huyu bwana huyu akakaa kama akaleta tahia inamtosha, okay, kwa sababu aljulusu ni kitendo cha kukaa tu kwenye tahia yaku yoyote, lazima ukale wakaifama wajala sajazi na vyovyote utakavyokaa ina musia, hakuna kaidi ya kukaa. Lakini kama unataka kukaa kwa Sunna, baada afili ya rakaa mbili na shahudi ya kwanza utakaa eh, eh, tawagu au mustarshi na yafili utakaa tawagu

Salamu ya kwanza ni nguzo, salamu ya kwanza ni nguzo. Ule kutoa salamu ya kwanza kwenye swala ndiyo nguzo. Salamu ya pili sio, sio nguzo mae eh. Kwa hiyo alisahau ya kumi na nne

ya yamwaza ndio nguzo salamu ya mbili zote, na hii masaiiya Imam Shafi na Imam Maliki na Abu Hanifa kasoola. Imam Ahmad yeye anaona salamu zote mbili ni nguzo, lakini jamhuli anaona salamu moja tu ndio nguzo

Hata kama utakuwa umeelekea kule kule kulekule hivi umemaliza ukasema, asalamu alaikum wa rahmatullah, ukugeuka huku wala ukugeuka huku swala so, aa imetimia na naona imeisha, naona raha ya kusoma. Kugeuka kulia huku shono sio nguzo, na hata no, eh? <laughs> kama mtu atageuka kulia huku shono

We swala yako ikaharibika, kwa sababu yeye kawajibisha salamu zote zote, ndio umeelewana. Na kwa sababu salamu moja inatosha, kwa sababu salamu moja inamtoa mtu kwenye swala. Imamu akitoa salamu moja, assalamu alaikum wa rahmatullah

mpaka imamu atoe salamu ya pili, kwa sababu wao salamu mbili ni wajibu. Kwa hiyo ukinyanyuka katika salamu ya kwanza ukanyanyuka, kama ulikuwa unaswali faradhi, hiyo faradhi tageuka kuwa sunna. Faradhi itageuka kuwa ageuka kuwa sunna, lakini madhehebu ya jamhuri salamu moja wa ukitoa

Kwa nini jamhuri wamesema salamu ni moja tu? Zimekuja riwaya nyingi zikionyesha Mtume swallallahu alayhi wa sallam alikuwa anatoa salamu moja pamoja, sio riwaya zote za hizi, lakini alikuwa anatoa salamu moja ahayana, wakati mwingine na wakati mwingine anatoa wa salamu mbili. Sasa jambo lilishakuwa likakuja kwa mtume linaonyesha kwamba mara alikuwa anatoa salamu moja, mara alikuwa anatoa salamu mbili, ili jambo litakuwa sio wajibu, kwa sababu jambo lolote ni wajibu litabakia kwenye sura litabakia kwenye sura situmalela. Kwa hiyo madhehebu ya Imam Shafi, salamu ni moja, unatoa salamu moja swala na unapotoa salamu unanuia kutoka kwenye swala na kuwasalimia waumini wenzako wote ambao wako upande wa kulia, pamoja na imamu. Una una una na unapotoa salamu ya pili unanuia kutoka kwenye swala na kuwapa salamu wote waumini walioko upande wa kushoto, sawa waumini wenzio pamoja na malaika ambao wako upande wa kushoto. Alhaaa, hii ukiwa na swali unaswalishwa na imani, lakini ukiwa na swali peke yako, utanuia kutoka kwenye swala na kuwasalimia na kumsalimia malaika ambao yuko upande wa kulia kwako, na ukitoa salamu upande wa kushoto, utanuia kutoka kwenye swala na kumsalimia malaika ambao yuko Eh, sisi tunatembea na malaika asarisi. Umeweka kamera, sisi sio kamera. Mwenyezi Mungu sisi kadu, ukizaliwa kuna malaika wawili, moja kulia, moja kushoto, wanawele usiku na mchana, akaka wanazona nasema labda, ukiingia shooni ona kusubiri mlango Okay, jioni, na ukiingia kusubiri mlango, lakini hao mpaka siku utakufa wewe na uli. Kwa hiyo ukitembea uishi, kuna huku kuna hakimu na huku kuna hakimu, amini wa huyu ni huyu kwa kulia, huyu amini hiu mpaka ame mpaka amwambie wa kulia niandike Mwambia andika huyu bwana. Sasa huyu kazi yake kuandika makosa yako, na huyu kazi yake kuandika mema yako. Huyu ukifanya jema tu haraka anaandika, wala hamuulizi, anaandika mapema. Huyu ukifanya kosa anamuuliza, anamuuliza. Huyu jamaa ridhi, niandike? Anambia subiri, anatubia, utaachiwa ndani ya masaa sita. Kama umefanya kosa Masaa sita huyu jamani, kwa nini? Yakishafika masaa sita, anamwambia ah, huyu bwana huyu bwana ajarudia. Kwa hiyo mi nani namwambia haya, ni huyu. Sasa anafanya nini? Kwa hiyo unapotoa salamu, namsalimia huyu huku, na unamsalimia usio sio, wache kumsalimia huko sana, andika kosa. Wote wote unasalimia Oyo, moja, kwa hiyo anaitoa salamu moja anageuka upande mmoja kwa kulia. Sawa? Eh, lakini kilichopokelewa kwa kutumeshawawaka waasoma kwawili ni kwamba alikuwa anatoa salamu zote, zote zote, na kiwango ki cha kugeuka mtu ageuke kama ni imamu ageuke mpaka lionekane shavu lake na watu wa huku, yani mtu alioko huku anaweza akaliona shavu, sio sio, salamu alaikum wamuu salamu alaikum, ugeuke. Kama navyosema imamu, nawa ugeuke mpaka watu walioko upande huu waweze kuliona shavu lake upande huu, na ugeuke upande huu watu waweze kuona